Ndugu zangu tumsifu Yesu Kristo. Karibuni, tutafakari masomo ya Jumapili siku kuu ya ubatizo wa Bwana. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 42 aya ya kwanza hadi nne na aya sita hadi saba. Somo la pili ni kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi aya thelathini na nne hadi thelathini na nane. Injili ni ya Mathayo sura ya tatu aya 13 hadi 17. Ndugu zangu, tunamalizia kipindi cha Noeli kwa sikukuu ya ubatizo wa Bwana. Injili inatuonyesha Yohane Mbatizaji akimzuia Yesu asibatizwe. Tungeweza kufanya kama yeye Yohane Mbatizaji na sisi maana Tungeona kwamba Yesu hahitaji ubatizo. Ni kweli, maana ubatizo wa Yohane Mbatizaji ulifaa kwa watu wakosefu, ulikuwa ni ubatizo wa toba. Yesu yeye hakuwa na, hakuwa na dhambi yoyote, hakuwa mkosefu. Hata hivyo, Yesu aliingia katika maji ya Yordani ili ayatakase na utakatifu wake, na kama alivyosema mwenyewe, ili kuitimiza haki yote. Rejea Injili ya Matayo sura ya tatu aya kumi na tano. Na akabatizwa na Yohane Mbatizaji. Kumbe sisi wanadamu wakosefu hatuna budi kuomba ubatizo ikiwa tunaungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi ikiwemo dhambi ya asili, tunakumbuka kwamba kwa njia ya ubatizo pia tunajaliwa kuitwa wana wa Mungu. Kwa njia ya ubatizo tunazaliwa upya kwa maji na Roho Mtakatifu. Sakramenti ya ubatizo hutufungulia milango kwa sakramenti zingine. Kumbe hatuna budi kumshukuru Mungu kwa zawadi hiyo muhimu sana kwa wale walio waliobatizwa, zawadi hiyo tulioipata. Tunawashukuru pia wahudumu wa sakramenti hiyo bila kusahau wazazi na wasimamizi, makatekista, walezi wanaohusika wanao katika malezi mafundisho, na makuzi ya kiroho ili tuishi kama watoto wa Mungu. Ndugu zangu, baada ya kuelewa umuhimu wa ubatizo, tunaweza tukawashauri wazazi wasiwe wanachelewesha ubatizo wa watoto. Ni bora mtoto abatizwe akiwa mchanga. Sio vizuri kuwaacha watoto waendelee kukua bila kuwaombea ubatizo huku, vibaya zaidi, wengine wakalazimika kujitafutia ubatizo wao wenyewe wakiwa watu wazima, kwa sababu wazazi walishindwa kutimiza wajibu wao. Ndugu zangu, kwa upande mwingine wewe Mkristo, usisahau tarehe ya ubatizo wako. Najua unaikumbuka tarehe ya kuzaliwa kwako, na wengine hata kuisherekea, wanaisherekea, wanafanya kumbukumbu kumbu ya birthday. Lakini sasa usisahau na tarehe ya kuzaliwa upya, tarehe ya ubatizo Uifanyie tarehe hiyo kumbukumbu -kumbu, na kuadhimisha na kuiadhimisha kama siku yenye tukio muhimu katika maisha yako. Unapokumbuka tarehe hiyo, nenda kwenye misa takatifu, umshukuru Mungu, ujitahidi ujikabidhi kwa mtakatifu somo wako akuombee au mtakatifu anayekumbukwa tarehe hiyo. Jitahidi kuiga mifano ya maisha ya mtakatifu somo wako. Kwa upande mwingine wazazi munapochagua majina ya watoto mutafute jina la mtakatifu ambaye mungependa mtoto wenu amuige au afuate nyayo zake wazazi Mnaalikwa kutafuta majina yenye ujumbe mzuri au majina yanayomaanisha fadhila mbalimbali za Kikristo ambazo ungependa mtoto azipate. Was wazazi wasiwe na tabia ya kutafuta majina ya ubatizo yanayosikika vizuri tu kwenye masikio bila kujua maana yake au yana asili gani? Ndugu zangu Wakristo, tukumbuke kwamba tumebatizwa na kutumwa kutangaza Injili na kuishi Injili. Kumbe kuitwa mtoto wa Mungu bila kuishi kama mtoto wa Mungu haifai kitu. Mtume Yohane anatukumbusha kwamba ingawa tunaitwa wana wa Mungu kwa njia ya ubatizo haijazihirika bado tutakavyokuwa. Rejea waraka wa kwanza wa mtume Yohane kwa watu wote sura ya aya ya maana. Hali yetu ya baada ya maisha ya hapa duniani itategemea tunavyoishi Ukristo wetu kwa sasa. Hali yetu baada ya kifo hutegemea tunavyoishi ahadi za ubatizo, tunavyotangaza injili na tunavyoishi injili hutegemea tunavyoshuhudia imani yetu, na tunavyotenda matendo ya upendo na matendo ya huruma kwa sasa. Rejea injili ya Matayo sura ya 25 aya ya 31 hadi 46. Kumbe kubatizwa siyo mwisho, bali ni mwanzo wa safari ya maisha mapya, ni kuvua utu wa kale na kuvaa utu mpya. Rejea ujumbe wa Kwaresma 2023 kutoka kwa Baraza la Maaskofu Tanzania. Wapendwa, ningetaka tujiulize maswali yafuatayo. Wewe Mkristo, je, unavyoishi Ukristo wako, Mungu Baba anapendezwa na wewe kama anavyopendezwa na mwanaye? Rejea injili ya leo. Swali lingine: Je, unatimiza wajibu wako kama mzazi, mlezi, mlelewa, mwanafamilia, mwanajumuiya, mwanakanisa, mwana, mwana wa Mungu? Je, uko tayari kutangaza na kuishi Injili kwa ajili ya wokovu wako na wokovu wa wengine? Je, uko tayari kuwa nuru ya mataifa, kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa? Rejea somo la kwanza. Je, baada ya ubatizo wako unazunguka huku na huko huko na huko ukitenda kazi njema kama Yesu? Rejea somo la pili. Je, unamuomba Roho Mtakatifu kuongoze katika utume wako ukitangaza injili na kuishi injili, ukiishi ahadi za ubatizo utaokoka na kuwaokoa wengi, na baada ya safari ya hapa duniani utapata tuzo ya utukufu na furaha ya milele mbinguni. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.